Keyaebi of, Kenya, the Republic of Kenya. Welcome to the Republic of Kasongo ambapo Rais William Samoe Ruto anadanganya wananchi wake wakimpigia makofi. Tumsikilize anachokiongelea hapa. Nataka kuwe na airport ambayo itarahisisha usafiri. Wale watalii watoke sehemu kote Kenya na duniani. Tuwe na airport hapa international, ambayo itatuwezesha kukaribisha wageni kukaribisha watalii, ndio Masai Mara yetu itupatie nafasi ya kuongeza rasilimali na mapato kwa watu wa kaunti ya Narok. Jameni, tulikubaliana hivyo. Leo mimi nimekuja hapa na kontrakta, sawa sawa. Na huyo kontrakta tumemlipa milioni mia saba kutengeneza hii, hii runway ya hapa. Mnanielewa? Nielewa. Na kontrakta nimemwambia nitarudi hapa mwezi wa tatu mwaka ujao kuja kufungua hii airport ikiwa imekuwa tayari. Sasa wewe kontrakta, utajua vile utajipanga. So, ladies and gentlemen that is uh, William Samuel Ruto ambaye ameenda zake Narok pale jana na akenda akawahidi watu wa Narok ya kwamba atawajengea bonge moja la international airport eh, ambalo halijawahi tokea nchini Kenya. That means eh, kwa sababu kama tunavyojua sisi wenyewe wananchi wa Kenya kwamba airport ambayo ni kubwa ndani ya Kenya ni Jomo Kenyatta international Airport ambayo iko jiji na Nairobi. Sasa yeye ameenda zake Narok na akenda akawahidi ya kwamba Narok ni na kitovu cha utalii na Narok, wageni wengi sana wanapenda kwenda zao kule Narok. Of which it's true, ni ukweli, hatukatai kwa sababu moja ya eh, zile misitu nitasema ama wanyama wa kuvutia ama sehemu ambazo za kuvutia ni Narok, na wageni wengi sana kutoka nchi tofauti tofauti kwenye hio dunia ambayo tuko nayo sasa hii wanapenda sana kuenda zile sehemu na kufanya nini, kuenda kutalii. Lakini sasa vitu ambavyo ni maajabu ni kwamba hakuna kitu ama yani, hakuna ile mwanzo, usalama wenyewe wenyewe umepungua, that is second. Barabara nyingi ya kupeleka wale wazungu kule Narok, yenyewe ni maajabu hadi ambao kitu inaongea kulikuwa hakuna hata ile airport kubwa ambayo inaweza kuchukua domestic uh, uh, visitors ama wale ambao niwa pale pale nyumbani. Lakini leo yeye ameenda akawaahidi ya kwamba atawajengea airport kubwa zaidi ya Jomo Kenyatta International Airport ambayo iko pale. Sasa swali langu mi ni moja mbao nitakuuliza, unaifuatilia hapa kama, Jomo Kenyatta International Airport paka sasa tunavyoongea, inahitaji ukarabati. Kuna pesa ambazo zinahitajika pale Jomo Kenyatta International Airport. kwa sababu airport inavuja, kukinyesha mvua airport inavuja. Sometimes stima inakata natumia jendreta, sometimes stima inakata, jendreta inakata, airport inakaa blank na kama tunavyoongea hivi dhari mbala ukifika pale nyewe, hata hizo huduma zake hazijasimama. Sasa instead hizo billions ambazo anaziongelea ambazo sasa ameendaambia watu wa Narok kwamba amechukua watu, amechukua makontrakt, yani wale wajenzi wale maengineer <laughs> lakini yule, Meruto, anaka kama yule msiana kule Saudi Arabia, FBM yule. Anafaa pimwa akili kwa kweli. I'm sorry to say that, eh, lakini huyu jamaa kama ino billions of money ambayo anazitaja kule Narok, anasema amezipeana kwa wale ma contract ile ya kujengwa international airport eh, kule Narok, kwa nini asitumie ile ile pesa ama pa, a certain percentage of that amount eh, atengeneze ile airport ambayo iko pale JKIA pale Nairobi, aitengeneze? Kwa sababu he is the same person ambaye alikuja akasimama na kutuambia kwamba airport ya Nairobi imekuwa airport ya zamani, hivyo basi akaona siyo shida yeye kuungana na ili shirika la Adani ili liweze kutengeneza airport, ambapo wananchi wengi walijua kabisa Kasongo anataka kutupiga kitu, anataka kukula pesa yetu kama wananchi. Hivyo basi watu wakaingia kwenye streets wakafanya demonstration, akaona haya, baada ya kwamba lile shirika lenyewe la a, a, Adani limekuwa limekashifiwa kule uzunguni likaambiwa, halistahili halifai, naye pia Kasongo akaona haya, akaja akasema ile shirika na story za kujenga airport ya JKIA iishie hapo, hapo.

wananchi wasingetoka barabarani na kupigana maybe kasongo angesimama na msimamo wake na kusema kwamba adani lazima itengenezwe, hasa kama adani alienda zake na kasongo sai anatuambia kwamba yeye ako na uwezo kutoa pesa takriban 7 billion, more than 7 billion maybe ijenge airport mpya from the scratch na Narok. Kwa nini asitumie percentage of that amount ama hiyo pesa yote atengeneze ile airport ambayo iko pale Jomo Kenyatta International Airport? Hiyo ni swali ya kwanza ambapo nakuuliza swali, so la pili ambapo nakuuliza pia manda kuelezea kwa nini huyu jamaa anadanganya mchana pweupe, lakini bado still vile vile sisi kama wananchi tumegeuzwa kama mafala. Astaghfirullah, ashakumsima tu sipoleni sana, lakini sisi kama wananchi wa Kenya tumegeuzwa kama mafala in a way that rais William Samoei Ruto hata akikunywa maji na <coughs> sisi tunaanza kucheka. We are just like clapping every time chochote ambacho atakiongelelea tunamchekelea. Hata akitutukana tutamchekelea, akiongea matusi tutamchekelea, akitudanganya wazi wazi kweupe tutamchekelelea. Sikiliza ini, afu nikuambia kitu chingine, sikiliza alivyosema pia. tuko na shamba hapa ya Cheluget imetuletea matatizo siku mingi sasa. Wacha mimi niwaambie maneno ya shamba ya Cheluget. Tumeita Cheluget, tumeketi chini na yeye, tumekubaliana hiyo shamba tutanunua kama serikali, alafu tukawie wale wako pale waendelee na kuishi hapo. <coughs> Okay, Miluget, tumeita Cheluget, tumeketi chini na yeye tumekubaliana, hiyo shamba tutanunua kama serikali alafu tukawie wale wako pale waendelee na kuishi. So that's your president. Acha nikuelezee sasa ule uongo ambao ameongelelea hapa. Huyu Kasongo amesema kwamba kuna jamaa aambayo iko kule sehemu za Narok, ambapo kulikuwa na mzozo hapo awali. Yule jamaa alikuwa anamiliki shamba yake, of which wananchi wengine pale majirani wakao wanataka ku intervene ile shamba yake, lakini jamaa akaonyesha stakabadhi zake wakati ule kwamba lile shamba yeye ndo analimiliki. Hivyo basi watu wengi kwenye serikali toka serikali ya Mwai Kibaki, Uhuru Mwai Kenyatta walijaribu sana ili wapate sehemu ya ile shamba ili wawape wananchi waweze kufanya settlement kule, ufugaji pamoja na mpango mzima wa kuishi, lakini yule jamaa alikita na kusema kwamba lazima alipwe pesa ama lazima kama wanataka waketi waongee ili wamuuzie ama awauzie. Huyu jamaa bana aliweza kupita a, mwaka uliopita aliweza kuaga dunia yani na hivyo basi, hata Raila Amolo Odinga na pia vile vile inasemekana ya kwamba alihudhuria yale mazishi ya yule jamaa ambaye, sasa, William Samoei Ruto amesimama hadharani na kusema ya kwamba yeye aliketi na yule jamaa juzi na akaongea naye vizuri na wakaelewana ya kwamba lile shamba atauziwa. Sasa swali tunaanza kujiuliza, je, William Samoei Ruto alienda akamfufua yule jamaa ambaye tayari amezikwa, amekufa, wakaja wakaketi wakaongea naye akamuzila? Huu jamaa amekufa kitambo mpaka amezikwa, lakini sa William Samoei Ruto anatuambia kwamba alienda akamfufua akaketi na yeye wakaika kikao akaongea wakamuuzia lile shamba akatoa pesa. Kwa hivyo saa hii wananchi watakuwa huru kufanya shughuli zao kwenye lile shamba, afu nashangaa watu wanamchekelea wanampigia makofi and the same people ambao wanatoka ile Narok they do understand very well 100% that that guy has died. Yule jamaa alikufa kitambo sana, lakini bado still wanampigia makofi baada uh, ya kwamba William Samuel Ruto amewaambia kwamba alimuita akaongea na yeye sasa Shida ni sisi wananchi ama shida ni serikali? We need to ask ourselves these questions. Shida ni sisi kama wananchi wa Kenya ama shida ni ile serikali ambayo inaongozwa na William Samoei Ruto? Because hino ni serikali ambayo tasema kwamba mimi iko na umoja, mimi nitasema kwamba serikali iko na umoja. Kwanini nasema serikali umoja? Kwa sababu hawataki kumpinga William Samoei Ruto, because kama haiko na umoja basi yule Samoei Ruto ama yule William Samoei Ruto ambaye ni rais wa nchi ya Kenya, endapo ataongea kitu ambacho sio sahihi basi wale ambao wamemzunguka watamfuata atamwambia ukweli ya kwamba eh, hapo ongea umekosa hapa hapa na hapa na hapa, rekebisha hapa na hapa na hapa. Wamueleze, ground inasema nini kweli pale chini. People are suffering. People are, watu wanatafuta pesa kwa kila njia kila aina kila sehemu sahii, alafu napata mtu anaenda na, anaenda danganya watu akitaka kuchekelewa apigiwe makofi sifa ambazo ni za kijinga na za kipimbavu kabisa. Lakini ujue, is the same person ambaye anaambia watu sahii ya kwamba yeye ataongoza nchi ya Kenya kwa miongo yani, kwa muongo mmoja, that is ten good years. Tayari miaka tano sasa inaenda kudidimia na miaka tano inayokuja sasa hii, Wakenya wameanza kukorogeka, wasijue ni nani ambayo watampigia kura. Swali ni ni kasongo atarudi, ama ni mtu mwingine atarudi, yule mtu mwingine ambaye anataka kumregesha. Kiukweli sioni, kiukweli akirudi because kasongo ameanza kuhit ground, na anavyo hit ground, ana hit ground na akili akidanganya watu umeona aliposema ya kwamba atatengeneza airport, na ame amewahidi ya kwamba by March next year atarudi pale, aenda akafungua ile airport official guys. Sasa tuko mwezi wangapi? sasa hivi tuko mwezi wa tano, so let's count: mwezi wa sita wa saba wa nane wa tisa wa kumi wa kumi na moja wa kumi na mbili, January March feb, January March kweli, January February March. Asa ikishafika March tuna expect Kasongo aende zake Narok aende aka launch airport ambayo itakuwa ni modern airport, ambayo ni newly airport imejengwa na wakandarasi wa nchini ya Kenya kama alivyotuahidi. Insha Allah tuombeni, Mwenyezi Mungu tukuwe wazima, tukuwe hai, ili tufike salama hiyo tarehe na huo mwezi ambao tumeahidiwa na mtukufu William Samoe Ruto, mtukufu mdanganyifu, mtukufu ambaye haaminiki, mtukufu ambaye chochote atakachokiongea yeye ni sahihi, mtukufu wa kupigwa viatu ndani ya wapi? Kisumu huko ni, ni mtukufu yeye, kwa sababu once ukisema yeye siyo mtukufu, watu wasubari watakuhusu kiukweli, ni it's so shame kuona kile kitu ndaya Kenya, lakini let me tell you that once ukiwa ndani ya Kenya sai, tunaweza tukaboboka, kwa sababu labda watu wengine tuko nje ya Kenya, ama maybe you can be in Kenya lakini still unaweza kujificha. Lakini once ukipatikana umemkashifu William Samoei Ruto na uko ndani ya Kenya, kiboko. Ask those people, ulize wale watu ambao wamesimama kidete na kusimama kumkashifu William Samoei Ruto, most of them wanalala chini. So does it mean ya kwamba huyu rais akisema kile ambacho anajisikia kusema tunyamaze, tusimpinge kwa sababu yeye ndio mkuu wa wanaje? Hata kama yeye ndio mkuu, that's why mimi wanasema kwamba kuna orders zingine ambazo zinapeanwa, let's understand that Mwenyezi Mungu yuko pia na siku zote kabisa, wao tunaambiwa kwamba hata vitabu vya vitakatifu uh, vimetuambia kwamba mtu ambaye ataadhibiwa pia naye sana, ama mtu ambaye Mwenyezi Mungu hata kuwa na huruma na yeye kabisa, ni yule kiongozi ambaye alikuwa anapeleka watu wake tofauti, ama anapeleka watu wake visivyo. Kiongozi muongo, kiongozi mwenye kupeana ahadi ambazo hazitimizi, kiongozi mwenye kupeana ahadi za uongo. Yani wewe una afadhali kiongozi apeana ahadi awe na nia ya kuzitimiza lakini maybe time limit ama something hapa katikati ifanyike, asiwe na uwezo wa kuitimiza. Lakini kiongozi yule ambaye anasimama hadharani na kupiana ahadi wakati akili yake inajua kabisa asilimia mia ya kwamba hizi ahadi mimi nazipiana na zitamka, lakini sitazitimiza, lakini kwa sababu hawa wananchi nataka wanipigie kura ama wananchi nataka wafurahie wananchi nataka wanipigie makofi. Acha niwaongeleshe hichi kitu ili wanipigie makofi, wengine kule nje waone vile ambavyo mimi nasifika ndani ya nchi yao. Guys, it is KG Chipande, please make sure subscribe like and share this video. Thanks for watching guys. Till next time.